Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda, viongozi na wageni waalikwa, itifaki imezingatiwa. Habari za wakati huu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa niungane na wenzangu waliotangulia kukushukuru wewe binafsi mheshimiwa waziri kukubali mwaliko kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu. Pili, ninawashukuru viongozi wa serikali, mashirika, taasisi mbalimbali, wageni waalikwa, wa hadhira yote mliojumuika nasi katika hafla hii, karibuni sana. Tatu, ninawashukuru kwa dhati wadhamini wetu Benki ya Dunia ikiongozwa na mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia nchini Bwana Nathan Balete, lakini hapa tuna mwakilishi wake jema, kwa kufadhili mashindano haya. Nne, nawashukuru wenzetu wa teti waliokuwa walio, walio, walio jikoni kuiandaa shughuli hii. Hongereni sana teti kwa kuratibu shindano hili na hafla kwa ujumla. Mwisho ila si kwa umuhimu, nawashukuru walimu wote waliotia nia ya kushiriki katika, katika shindano hili, hivyo kutufanya tukusanyike katika ukumbi huu siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wa TET, walimu wa sekondari wa masomo ya sayansi na hisabati wameshiriki shindano hili kwa mara ya kwanza. Huu ni utekelezaji wa maelekezo yako uliotoa mwaka elfu mbili na ishirini wakati wa utoaji wa tuzo kwa washindi wa stadi za ufundishaji wa somo la English kwa walimu wa elimu ya msingi. Hii ni dhahiri kuwa wizara unayoiongoza pamoja na taasisi zilizo chini yake zinaendelea kutekeleza kwa vitendo maelekezo yako yote yanayohusu ustawi wa elimu.